Majonzi, ametufika, huzuni mentungia, machozi anatutoka, Kenya nzima tunalia. Kaka Albert Ojwang katuacha, tunalia. Mungu amlaze pema, mwalimu Albert Ojwang. Babake kamsomesha kwa kazi ngumu ya kwari ili apate digrii ajekumsaidia ni mtoto wake moja kweli, nasikitisha. Pole baba Albert Ojwanga, Mungu akupe subira, huzuni zimeshatanda. Kifo cha Albert Ojwanga, simanzi zimeshatanda hata kwa wenza walimu. Tuiombe familia wakati huu mgumu. Mungu amlaze pema mwalimu Albert Ojwang. Homa Bei wanalia nkifo cha Albert Ojwang, familia walilia mtoto wao Ojwang, viongozi wakemea nkifo hiki cha uchungu. Salama Albert Ojwang wa Kenya twa kuombea. Shabash, ni Malenga Lugo.